Watoto wawili wachanga wamefariki dunia na zaidi ya watoto wachanga 50 wengine wanapatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali nchini Israeli baada ya kuugua katika kituo cha kulelea watoto kisicho na leseni kilichopo magharibi mwa Jerusalemu. Mtoto mmoja mwenye umri wa miezi mitatu na mwingine takriban miezi sita ulitangazwa kufariki katika Hospitali ya Hadassah Mount Scopus na Kituo cha Matibabu cha Shaare Zedeki baada ya wahudumu wa afya kushindwa kuokoa licha ya juhudi za kuwarejesha katika hali ya kawaida, hospitali hizo hazikubainisha chanzo cha vifo hivyo. Vyombo vya habari vya ndani awali viliripoti kuwa huenda gesi yenye sumu kutoka kwenye mfumo wa kupasha joto ndiyo ilisababisha tukio hilo. Hata hivyo, mamlaka ya yes Zimamoto na Uokoaji ilisema kuwa hakuna dutu hatari au sumu iliyogunduliwa katika eneo hilo. Wahudumu wa kwanza kufika eneo la tukio walinukuliwa wakisema ya kuwa mazingira ya kituo hicho yalikuwa yamejaa kupita kiasi. Picha moja iliyosambaa ilionyesha mtoto mchanga amelala sakafuni kwenye choo, hali iliyozua maswali makubwa kuhusu usalama wa kituo hicho. Polisi wa Israel wamesema wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi wanaofanya uchunguzi wote unaohitajika ili kukusanya ushahidi na kufafanua mazingira yaliyosababisha watoto hao kuumia. Alisema pia kuwa walezi watatu waliokuwapo wakati wa tukio walikamatwa kwa ajili ya kuhojiwa. Inaripotiwa kuwa kituo hicho binafsi cha kulelea watoto kilikuwa ndani ya jengo la makazi katika kitongoji cha Romema, eneo lenye makazi ya wengi ya Kiyahudi yenye madhabahu ya Ultra Orthodox na huku magari mengine ya wagonjwa wahudumu wa dharura wa na magari ya zimamoto yalionekana nje ya jengo hilo huku wazazi waliokuwa na hofu wakikusanyika katika eneo hilo mkazi wa Romema Zalmi Mnofeldi aliliambia shirika la habari la AFP ya kuwa alishuhudia wahudumu wa dharura wakitoa watoto ndani ya jengo alisema hali ilikuwa ya machafuko makubwa huku wazazi na watoto wakilia kila mahali na akalezea tukio hilo kuwa kama eneo la vita huduma ya ambulance ya Magen David Adom alisema alipokea taarifa kuhusu watoto wawili waliokuwa hawana fahamu katika kituo hicho. Hata hivyo watoto hao walijaribiwa kuokolewa na kisha kupelekwa hospitalini pamoja na watoto na wachanga wengine hamsini na tatu kwa ajili ya kupata uchunguzi zaidi wa kimatibabu. Waziri wa elimu Yoav Kische alisema tukio hilo limetokea katika kituo kisicho na leseni wala uangalizi wa kisheria, na akaagiza mipango ichukuliwe kufunga vituo vyote vya kulelea watoto visivyo na leseni baada ya kufuatia msiba huo. Imeandaliwa na Hellen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari. Na kusoma kwako nami Timo Thrugoe.